kazi mbili tu. Ya kwanza unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stendi. Huo ndio msamaha niliowapa. Nilitaka kila anayemaliza alale polisi pale, wazazi wake wamfuate polisi, lakini tusiende huko. Wale wahalifu wapo pale kwa ajili yenu. Na nyinyi form five, wala msije mkabughudhiwa, hakuna atakayebughudhiwa hakuna atakayonyoshia kidole na yeyote atakaye kunyoshia kidole, askari hawa wapo hapa kwa ajili hiyo, atalala polisi. Tunaelewana? Tunataka tutunze na tulee vijana walio wema. Mimi ningekuwa kibaka kama hao wanaotaka kuchoma shule, ningekuwa hapa mkuu wa mkoa? Kwani nyie sio wanaume kama mimi? Mnafeli wapi? Kwa nini mnaruhusu ujinga huo? Alafu mwalimu mkuu, pia mkuu wa shule, ni hivi, nafsi elimu, mkikuta kama mmekataza hakuna mtu kumiliki shule na simu hapa shuleni, na mkamkuta nayo, hakuna discussion, arudi kwao akatumie simu. Mkikuta mwanafunzi ametoroka na hatakiwi kutoroka, arudi kwao, aende kutorokea kwao. Hapa kuna wanafunzi wanaotakiwa kusoma na kulala hapa tu isipokuwa siku maalumu ambazo mnawaruhusu kutoka, si ndio? Vinginevyo mmekuta ametoroka, yupo nje ya geti, ana simu, simu akatumie kwao, na kutoroka, akatorokee kwao, hakuna mjadala, hakuna sanspesheni, anaenda narudi, fukuza. Kama wale tuliwafukuza wa Kazima waliokuwa wanajirekodi picha za uchi, hakuna mzaha. Hii tunalea majitu majinga, watu waovu, tunalea majambazi. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging, Eti tumenyimwa kufanya maafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi. Mkimaliza hapa, moja mmoja, bwe nini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani na kesi ya kutaka kuchoma shule. Mnanielewa?